Mtu huyu atalala na mkeo. Nataka nikueleze ili uelewe, ufahamu mtu puka, wa kumwepuka kama unataka mkeo asije akachukuliwa. Mtu wa kwanza ni mchungaji wake. Wanawake wanawaamini sana wachungaji wao na kesi nyingi eh, za uchepukaji wa wanawake zimekuwa zikiripotiwa kwa watumishi hawa wa kiroho. Haina maana kwamba kila mchungaji ana tabia hii, lakini walio wengi imebainika kwamba wana tabia hiyo. Kwa mwanamke anapokuwa na mchungaji wake, basi huwa anamsikiliza sana kwa kila kitu kwa hivyo ni vyema kuwa makini sana na mtu huyo, ili iwe salama. Kama anakwenda katika kufanyiwa maombezi, basi ni vyema, ni vyema kama ukienda naye. Kama huwezi kuenda naye, shauri yako. Mtu wa pili, tajiri. Mwanaume tajiri ana uwezo wa kuibia mkeo, kwa sababu utajiri ni kiashiria utajiri huleta mamlaka, utajiri huleta ushawishi. Mkeo huenda akashindwa kabisa uh, kuepuka vishawishi vya mtu tajiri, vishawishi vya mwanaume tajiri, na kujikuta akitenda yale ambayo hayawezi kukufurahisha. Kwa hiyo jitahidi sana kumwepusha mkeo zidi ya matajiri. Hakikisha mkeo hajichanganyichanganyi sana na matajiri kama unataka amani ya moyo. Mtu wa tatu, mwalimu wa mazoezi, gym instructor, yeah. Upo mkasa wa mwanamuziki Diamond Platnumz. Uh, aliweka wazi kwamba mojawapo ya sababu ya kuachana na mwanamama Zari the Boss Lady ilikuwa ni kwamba mwanamama huyu aliingia katika mahusiano na mwalimu wake wa mazoezi. Walimu wa mazoezi wanamshika sana mkeo wanapokuwa mazoezi, watamgeuza kushoto, watamgeuza kulia, watampeleka mbele, watamrudisha nyuma, na huenda akajikuta akiwa na mahusiano na mwalimu wake wa mazoezi. Kwa hiyo, kama unataka kuwa salama dhidi ya mwalimu wake wa mazoezi, nenda naye, mpeleke kama huwezi kumpeleka fanyie mazoezi nyumbani, ama sivyo usije ukalia baadaye. Oh, mwingine, namba nne, mtu wa nne, rafiki yake wa kiume. Unapokuwa umemwoa, unapomwoa mkeo, anapokuwa mkeo, basi marafiki zake wote wa kiume anatakiwa aachane nao. Marafiki hawa wa kiume nafasi kubwa. Rafiki wa kiume wa mkeo ana nafasi kubwa sana ya kulala na mkeo, kwa sababu si ndio rafiki yake. Katika mahusiano kuna kugombana, kuna kutokuelewana. Sasa yeye, yeah, ndio anaweza akageuka na kuwa faraja yake. Shauri yako, unapokuwa na mkeo, basi zuia kabisa marafiki wa kiume. Ni heri ya baki na marafiki wa kike. Huyu mwanamke, mke wa mtu, rafiki wa kiume wa nini? Kwa hiyo zingatia sana hilo. Mtu wa tano, mtu wa tano daktari wa kiume wa familia. Kama mkeo ana daktari wake wa familia, daktari wa kiume ni hatari sana, wani siku moja huenda ukajikuta unalia. Upo mkasa wa nduri diamini dada, aliwahi kuibiwa mke wake na daktari wa, wa, wa, wa familia, kwa daktari aliyekuwa anatibu familia yake alitembea na mkewe e. Sasa hebu angalia sasa, mwanamke ameolewa na nduri Idi Amin dada, lakini hakuogopa chochote, akajikuta akitembea na daktari wake. Sasa wewe ndugu yangu, wewe ni nani akuogope? Wewe ni nani akuogope? Wewe ni nani akuogope? Kwa hiyo ndugu yangu, hakikisha kama una daktari wa familia, basi daktari huyo anakuwa wa kike na kama unampeleka mkeo katika hospitali yenye hali fulani, basi sema mimi nataka mke wangu atibiwe na daktari mwanamke, ili usije ukalia hapo baadaye. na kutakia siku njema.